Sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kunipa heshima ya kuja kuongoza wizara hii nyeti katika nchi yetu, wizara ambayo inagusa moja kwa moja furaha na maisha ya Watanzania. Nimepokea imani hii kwa mikono miwili, na kama ambavyo nimeapa mbele ya jamhuri siku ya juzi, nitahakikisha kwamba ninaifanya kazi hii kwa uaminifu, kwa uadilifu na kwa moyo wangu wote. Ndugu zangu, ninaomba watumishi ninyi mlioko hapa wizarani mwe mabalozi kwa watumishi wengine wote wanaofanya kazi chini ya wizara hii ya ujenzi kote walipo nchini. Awamu hii itakuwa ni ya kasi kubwa, ni awamu ya matokeo. Kila mmoja ajipange kisaikolojia. Hatutakuwa na muhali aliye mzembe, mvivu na labda mlarushwa, asiyependa kutoa huduma kwa watu, apendi kusikiliza watu, yuko bize, anadharau, anataka mambo yaende kwa viongozi bila yeye kufungua mlango na kuwasikiliza wananchi wadau, nataka niwahakikishieni wizara hii hapatakuwa mahala pake pa kufanyia kazi, tutamtoa mara moja. Kwa lugha nyepesi iliyozoeleka, tutamtumbua. Tunazo kesi ambazo huwa zimekuwa maarufu katika nchi yetu, zinazolalamikiwa mara kwa mara. Ninakupeni angalizo, mjiandae kesi kama za watu wa mizani ambazo zimekuwa zikilalamikiwa kila mara, kwamba huko kuna rushwa, kwamba huko kuna uzembe, kwamba huko kuna ubadhirifu, kwamba huko kuna ujeuri, kwamba huko kuna kutokusikilizana. Nataka niwahakikishie, badilikeni haraka sana, mimi ninakuja kuchukua hatua kali bila ya kuogopa wala ya kumwonea yeyote yule. Katika hili eneo la vijana, ndugu naibu katibu mkuu, ziko kazi nyingi zinazopaswa kufanywa na makundi ya vijana siku hizi zimenyang'anywa, zinafanywa na watu wenye uwezo mkubwa, alafu wakati mwingine wanawaajiri hao vijana, wakati mwingine hawawaajiri wanaweza kuwa wanachukua vijana wa huko wanawapeleka huku wanawachukua wa huko na wana wanawapeleka kule. Jitahidini, angalieni, kipaumbele kwanza kiwe ni vijana, na itakuwa vizuri zaidi ikiwa kama ni vijana wa eneo linalohusika. kwa niwaombe, kama mmesikia Mheshimiwa Rais Eksole ameendelea kujikita, anahitaji matokeo. Nadhani kuna haja kubwa sana ya kuwa na records ya wakandarasi, wawe wa nje ama wa ndani. Wala ambao tunahakika watatukwamisha, mimi ningetamani kusema kwamba tusiendelee kuwatumia kwa sababu watakuwa wanatukwamisha, na wala ambao tunajua wanaweza kufanya kazi, basi tuendelee kuwafanya kuwapa ku, kazi. Lakini vilevile tunaendelea vizuri mpaka sasa hivi kujipanga katika ujenzi bora wa nyumba na majengo ya serikali yanaendelea kote kupitia taasisi yetu ya TBA ikiwa ni pamoja na usimamizi endelevu wa taasisi zetu za udhibiti wa majenzi, wahandisi na wakandarasi kote nchini. Pia kwa sasa wizara yetu inaendelea na mapitio ya uboreshaji wa sera ya ujenzi, sheria na kanuni zake, na kwa sasa tunaendelea kukamilisha andiko kwa ajili ya kulipeleka kwenye sekretariati ya baraza la mawaziri ili iweze kwenda kwenye hatua nyingine zaidi.